nani ambayo nie mmetoa me, me, ripoti ya wanaotakiwa ku, kuambia kuhusiana na ubovu wa hiyo wimu. Umetoa hiyo ripoti nani? Mkubwa wa hichi kituo umetoa ripoti? Naomba correspondence zote ulizoziandika

Tunatimiri. Sasa kwa nini wim ndio iko wapi? Hebu niambie. ni nio wim ni ipo kule chini, twende tukaiona ile ulioniambia kama nyekundu ndani kijani. Kwa hiyo hii ndio haifanyi kazi, ni hii tu au kuna nyingine huku mbele? Ndio hii asa, kwa nini haifanyi kazi kwa hiyo hii inachangia ina kwa kiwango fulani juu ya foleni. Meneja, kwa nini hii hafanye uh, kazi kwa sababu gani? ni mfumo mzima toka <laughs> lini?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

sababu yake hili alifanyi kazi ni nini yaani? Wewe niambie ukweli tu, ili kusudi mimi nisimwonee mtu. Sitaki kupata dhambi ya kumwonea mtu au watu. Watu wanateseka awa katika mafoleni kwa sababu ya kitu hiki hapa tu. Sasa nyewe niambieni, mmechoka kufanya hii kazi? Hamuna haja nayo? Hebu yeye iangalie hii foleni, yaani watu, hili jambo la foleni hapa Mikese limeshaanza kuonekana kuwa ni jambo la kawaida tu wakati ni jambo kumbe tunaliweza na tunalimudu. Mimi nataka kujua tatizo ni nani hapa. Katibu Mkuu, habari ya saizi za... Aa, nzuri sana. niko Morogoro okay. nimesimama mizani yetu ya Mikese